Huu ni wakati mzuri, wakati mzuri. Klabu ya Simba imefika hatua ya nusu fainali ya Kombe la Shirikisho, na nitaumwa nikitoka hapa bila kusema lolote. Kwanza hongereni sana, mmetuheshimisha kweli kweli, lakini kama ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu alisema jana, slogan imehama kutoka hii tunavuka na sasa slogan ni hatuishii hapa. Naamini uwezo wa timu ni mkubwa, lakini maarifa ya uongozi ambayo mnayo ya kuhakikisha tunashinda mechi ya fainali inayochezwa ya nusu fainali inayochezwa, hey, semeni Mungu asikie. <laughs> mechi ya nusu fainali inayochezwa Zanzibar, ya kwanza tarehe ishirini na ile itakayokwenda kwenda kuchezwa South Africa tarehe ishirini na saba tunavuka na tunaingia fainali na hatimaye kuchukua kombe hili. Naamini mnafahamu uzito wa jambo lililoko mikononi kwetu. Hili ni jambo la kitaifa, hili ni jambo la nchi. Lazima mhakikishe kwamba yote ambayo yako kwenye uwezo wa kibinadamu yanaweza kufanyika ili Simba iingie fainali na ichukue ubingwa wa Kombe la Shirikisho barani Afrika yanafanyika. Na sisi kama serikali, kama ambavyo tumekuwa tukiwaunga mkono kwenye nyakati zote ambazo mnaiwakilisha nchi, kwenye nyakati zote ambazo mna mahitaji ya moja kwa moja, hatutawaacha hata kwenye hili na niwahakikishie, mtaungwa mkono kwa kiwango cha juu kabisa kuhakikisha akili zenu, maarifa na uwezo wenu wote unabaki kwenye kuhakikisha mnashinda mechi hizi. Niwatie moyo, sisi tumeangalia mpira na tumeona na tumekuwa tukifuatilia mpaka hizi timu ambazo zimeingia nusu fainali ya kombe la shirikisho. Hili kombe linachukulika kusema kweli, hili jambo linaongeleka, ama sio, jawani? Kwa hivyo mimi niwatie moyo na niwatakie kila la heri. Tuko nyuma yenu na tutaandamana kwenye safari nyingi kati ya hizi zilizobaki kuhakikisha mnapata joto la serikali na kuhakikisha mnashinda ubingwa huu wa shirikisho la soka a, barani Afrika. Asanteni sana. Mungu awabariki ba Simba. Hatuishii hapa. Mungu awabariki sana.